Nashukuru pia kwa kuchagua shule yetu ya Cottolengo. Tuendelee kuombeana ili Mungu aendelee kukubariki na tuweze kukamilisha ujenzi unaoendelea. Karibu sana mgeni wetu, tujitambulishe na kuseme neno ujenzi <coughs> <coughs> kwa shule hii au taasisi hii lakini mm -hmm. Mheshimiwa sana baba paroko, <coughs> paroko ini, ni kwa shirika la Cottolengo lakini sister pamoja na walimu wa shule hii wa kitongoji cha lakini pia nimeona sijua uh, mpia kwa kofia hiyo watoto darasa la pili ndioko hapa mmefanya. Mimi naitwa mwalimu Justus Lugome, mimi ni afisa elimu taaluma upande wa sekondari halmashauri ya Kisarawe. Aliseme kwa kifupi, hadi nafika hapa. Nimekuja hapa kumwakilisha mkuu wa wilaya ambaye ilibidi ashiriki kwenye tukio hili, lakini kwa bahati mbaya amesafiri. Ilikuwa e, pia ajili ya mkurugenzi wa halmashauri Ambaye naye pia bahati bahati mbaya ana majukumu mengine ya kiofisi pelekezwa na wako wangu hawa niji nijumuike kwenye tukio hili lakini pia niachukue yale ambayo ofisi ni kwake. Kwa hiyo yale yote ambayo yatawasilishwa au yamewasilishwa yata hapa mimi nayachukua, uh, itapeleka huko lakini ulinaendelea ivi sasa kwenye shule kubwa, kwa maana ya milango ikiwa pale usini napewa ikumbi. Nafika hapa nakutana na misa nikasema, kumbe kule Mwenyezi Mungu nilichelewa kwa makusudi kabisa kwamba kuna misa nyingine nitakutana nayo hapa amye an na sana sana sana sana katika hilo. Lakini pia katika hilo pia ni kuwapongeza shirika au taasisi ya Kotolengo na ungana na mwenzangu kama walivyotangulia uh, kwa kuanzisha taasisi hii inayolenga uh, kuelimisha vijana wetu hao. Sote tunafahamu katika halmashauri ya Kisarawe akinazo uh, shule chache sana za binafsi na hasa upande wa shule za na especially shule za English medium. Kwa kumbe, taasisi kama hii kwa kweli, ninaena sana sana kwa kuanzisha shule yetu hii ya Joseph. Hawali kucheza tu, kuna vitu kuna vitu vingi sana kauzi hapa, na wanaelewa. Nilifurahi sana watoto, baba paroko alipouliza, eh, watoto sala upendo na nini kingine? Eh, shukrani, na kuna kingine nacho hapo nini? Eh, amani. ah, ah? Ah, haya, katika sana kaje nzuri, sionyesha watu hawa kweli wanakuja kufunza na vile ambavyo wanafundishwa kweli wanaelewa, lakini mbele ambaye zaidi, wakati wa maonyesho hapa eh tumeona wale waliokuwa na dole natakiwa uyaishi yale yote ambayo somo wasomo shule yetu alikuwa anaishi. Sawa jamani? Sawa, imani hey, upendo na hasa upendo. Msikie jamani, mwishi kwa upendo. Msikie jamani, umesikia mpendane wenyewe kwa wenyewe hapo shuleni, mwapende na wale wenzenu mnaocheza nao kule mitaani eh? mwapende walimu wenu eh? Mesikia. Kumbe kwa kazi nzuri ambayo kwa kweli mnaifanya lakini, tukija kwenye maelezo hapo, nimezichukua kwa maana kwamba risala nimeichukua na nitaenda kwa Mheshimiwa DC, na bila shaka nafahamu Mheshimiwa DC ni msikivu sana, ni msikivu sana kiasi cha kuwasilisha risala hii. Sitaiwasilisha tu kwa maana kuwasilisha, lakini kuna mengi ambayo nitaongea nayo kwa sababu Uh, mkurugenzi wa shule pamoja na uongozi wa shule tumetembezwa huko, moto kiacha zile ambazo zimeshaelezwa huko kwenye visaa, nazo pia nitaziwasilisha kwa Mheshimiwa DC na DC, kama nilivyotangulia kusema ni kiongozi ambaye ni skim, na hakika kabisa uh, kuna mchango fulani utaletwa hapa kwa lengo la ujenzi au uh, kuendeleza ujenzi wa shule hii. Basi baada ya kusema hayo niendelee kusema tu Uh, tuendelee kuwalea hao watoto uh, sisi wazazi walezi tushirikiane na hao walimu uh, kuna mzazi mmoja akasema hapa uh, uh, wanahitaji uangalizi wa karibu sana sana sana kutoka kwetu sisi, uh, wazazi walezi wakushirikiana na hao walimu. Sisi tunatakiwa tuwe watu wa kwanza kutoa ulinzi kwa hawa watoto E, tushirikiane nao vizuri, ili mwisho wa siku tuje kupata taifa lililo bora. Baada ya kusema hayo, basi sina asante, na nashukuru sana, asante sana, tuweze kupata uh, keki na kwenye shule yetu yana nafasi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Makofi na vigeregele.